hujawahi kuzaliwa mwezi huu wala tarehe hii ya leo kuna nini? Aha, unataka kunipikia wali wote huu kumbe, kwa watu watatu sasa ndio wa akili imekuja, sawa sawa, ni tangu sawa. Unajua baba yako alikuwa na tabia sasa ndio akili imekuja sawa sawa, ni tangu. Unajua baba yako alikuwa na tabia kama ya kwako ya, ya uroho uchoyo na unyang'anyi, leo unakuja kunisimangia. Haya, maenda chooni, haya maenda chooni! Yalijileta menyewe umwe eh? Yalijileta menyewe umu. Sisi huwa tunakula ubwabwa hapa jumaposi na Jumapili, basi Unaona vizuri? Wewe unapika leo Ijumaa? Sasa afu nakupika wali wote huu. Sasa sikiza nikwambie huwezi kunipangia. Mimi wewe wewe ni wa nani? Wewe ni mtoto wa nani? Wa baba yangu mimi. Baba yako yuko wapi? Aisha na mbele za haki. Na we, mimi ni nani yako? Wewe si ndugu yake? Na nani? Na baba yangu. Na wewe we, ni nani yangu? Mimi ni mtoto wa, wa, wa ndugu yako. Kwa hiyo na wewe ni mali yangu. Na huu mchele mali yangu. Kwa hiyo ni mali kwa mali, usinipangie. Tena kwa kuwa umenichokoza Hakuna kwenda popote leo, utakaa hapa upike hiki vya kula. Tukimaliza kula akura vya kwenda kula msibani, sio? Umeelewa? Hakuna kula msibani hapa. Nimepika moja kwa moja. Yani nilijua yani ni baba mkubwa, ukija hapa kuna namna ambavyo maisha yatapungua ugumu, kuna vitu ambavyo ninaweza vikawa ni msaada kwangu. Umekuja kuwa mzigo kwanza hebu angalieni jamani, hata nyie kwa utaratibu tu jamani, hebu angalieni asubuhi hii mbwabo wote huu afu unakula. Ndio maana nikaona jiuliza, mbona humu ndani naona kuna mabadiliko haya, maboga yaliyo kwa ukisione kitu kinawekwa kwa humu kazani tu nifika unakula tu. Haya maboga yana utaratibu. Haya maboga sisi tunayatumia kule shambani kuindia tembo, wewe unakuja kula maboga humu ndani. Sikiliza nikwambie, bwana wewe, em sikiliza bwana wewe, kama umetoka huko unakuja eti kwamba hapa ndo kutukomoa, hilo swala halipo bwana. Sikiliza nikwambie charoni, leta. Mimi sikuja kula hapa. Unaelewa? Sikuja kula kabisa. Kwani wewe mwana nimekuja nimekonda kama huyu baba yako mdogo. Sasa wewe sasa hivi saa 4 tumeshamkia ubaba wote e, e, mchele wote unataka kutengeneza nini? Kawaida. Kawaida wapi? Huyo nakula... ndugu yako mwenyewe yuko wapi sasa hivi? Anafahamu utaratibu hapa. Kaenda kuokota okota kwa apige mdomo huko. Akirudi <laughs> hapa anakuja kula mchana na anakula kile nilichopika mimi. Korogota rogota wa korogota ni huyo. Baba uyu yako mdogo. Huo huo msiba wapi huko mmesema? Ngoja kwanza sasa, sidio nilikuwa nakuja kabla ya msiba kwanza. Kuna jambo la muhimu kabisa la narokua ngaza hapa, bwana wewe, hivi kwa nini umetuchafulia yaani yani, jina limachafuka kabisa hapa kijijini. Shida nini hivi wewe huoni hilo kilo kipita huko, kipita huko, kipita huko, wewe tu, shida nini? Sio kwamba mimi nimewachafulia. Sawa bwana. hmm. mimi ninaandamwa na mambo mengi. Eh, na kwanza, kwanza mimi sipendwi Hichi kijiji chote hawanipendi. Hilo la kwanza. Sawa. La pili mimi kwanza ni, ni kijana ambaye hapa ni handsome. Ah, hilo nalijua kama baba yako. Hivyo hey. Oh. Mimi ni handsome, najitambua kama elimu elimu fulani kidogo kamu. Hela zangu hizo wakati unasoma. Eh, tuendelee. Hela vizuri. Lakini sasa mimi kuna hawa binti wawili, kuna Mwanne na Mariamu. Ile familia ya pale kwa kina Big P, yule kijana fulani hivi mkorofi mkorofi yule. Nilichafika pale. Kwa la lipo, kwa kuna limiti la hey, ile nilifika pale nikamkuta sijui shangazi yake sijui na dada yake sijui na nani. Nilienda huko? Ah, niliwaamshia. Niliwaamshia. Sasa umeenda hujanishirikisha? Umeenda umefanya nini? Umeenda kuwaamsha nini? Unanifahamu? Ulikuwa unaelewa story? Ah. Sasa nimefika nakuta kila mtu wewe. Matesu, nikasema nini, Msinichafulie samu wangu. Mkawaambia nini? Mkawaachia moto wote pa uja kapita hivi na hivi hivi, nikasema yes na mtoto wangu haoi haki hao ya Mungu wewe, haoi mtu kama vile. Wakakuelewa elewa, ah, walikuwa wapole kama wamenyesha wapo, eti eti bamduba eti, wale wanataka mimi nioe wote wale mabinti zao wawili, yule hmm, mwingine mwanne ni mwoe na huyu mwingine <laughs> Mariamu, mimba arilika, Mariamu. Haelewe, yupo, yupo. Mwane, ivi, na wakati Mariamu mimba imeshaharibika, afu Mariamu haeleweki mara yupo mara hayupo. Huyu mwanne sasa hivi ndio ana ujauzito. Sasa wanaembeti wewe ni dini gani ambayo inakwambia eti oh, wanawake wote wawili wakae hapo wakae, unampenda nani? nimekuta hapa mm -hmm. kutaka kujua maendeleo ya kazi tuliyokupa, kwa sababu tangu tumekupa kazi hiyo ni muda mrefu, hatujapata nafasi ya kuonana. hmm. <laughs> Kwa kweli kazi mlionipa ni ngumu sana sana, lakini nimejitahidi sana. Kwa kiwango fulani, asilimia nilizofikia sasa hivi zinatia kidogo, angalau naweza nikasema kuna, kuna asilimia nzuri kidogo, nikitoa wasiwasi tu vizuri. Sisi tunajua ile kazi ni ngumu sana, lakini tutahakikisha tuko bega kwa bega, pamoja na wewe, ili tuhakikishe wewe haukwami, unafanikisha katika lengo hilo. Nakuelewa sana mzee wangu, lakini <laughs> wapinzani wamejipanga wamejipanga sana yani nikijaribu kuwashawishi kuachana na mambo ya uchaguzi wafanye kwa wakati mwingine naona ni kama tu nampiga chulati nikwambie kitu ndio wale watake wasitake hmm. chama chetu lazima kishinde kwa sababu chama chetu ndio chama tawala hilo nalitambua mzee lakini tusijiwekea asilimia mia kwa mia kwa sababu na wenyewe wanajipanga kwa upande wao isije ikaja ikaonekana mimi mambo yakaenda ndivyo sivyo, nikaaibika ndani ya chama, mwisho wa siku mkaniona msaliti. <sighs> Mimi kama mbunge wa jimbo hili nasema iwe mvua iwe jua, lazima chama chetu kitashinda. Hivyo basi mm, nakuhakikishia, fanya kazi zako kwa bidii na mambo yetu yatakwenda vizuri. Oh, afadhali, asante sana mheshimiwa, yaani nimekuelewa sana, nitajitahidi kwa kadri ninavyoweza mm. Mimi nataka niondoke, si nikaonekana hapa na watu, si unajua, maneno maneno yakaanza na kazi yangu ikawa vizuri. Mimi nikutakie kila la heri katika mahangaiko yako, na naamini hicho ninachokwambia mm. yeah. Iko siku moja tutaongea vizuri. Asante sana mimi nikutakie eh. Siku njema ah, sana. Kuna muda anachanganyikiwa pale, kwa sababu huyu mwingine alinibaka huyu. Ila mwanzo kabisa mimi nilikuwa namfidi huyu mwingine wa Mariam. Sasa Mariam naye aile. Yaani, hapa baba mkubwa tazi. Nani mwenye mtoto sasa hivi? Huyu mwanne. Ah, hapo hapo. Wewe angalia saizi. Uko umepukutika, umepukutika. Wewe mwangalie baba yako mdogo. Sijawahi kusikia amesingiziwa hata mimba. <laughs>

Eh, tuongeze ukoo kwa sababu ukisema umsukuze na yeye ndugu yangu watatu, alafu amna hata mtoto hiyo ni vitu je, tulijadili sababu ile familia bado ina mgogoro. Sasa hao oh, hawataki hiyo inaona kama nimewachafua pale. Umeona vizuri, bila tusakuja tulijadili. Sasa alafu swala la msiba, unajua msiba nani? <laughs> pale <Sipari> kwa mtendaji tayari, oho kasha kasha fanya, kwa sababu mtendaji tunamjua, tukimpelekea matukio yetu yeye ndo anajifanya kama anakoza kuturushia ngumi, leo yamemfika kwa mtendaji. Na ndio nani pale? Kuna watu wengi Hayo, ufahamu huu msiba vizuri? Sina mahusiki yatu, twende bwana. Unaufahamu msiba vizuri? Yule hey, mwanamke mbona alikuwa anaonekana ana dhambi yule amekufa yule kweli? Basi ni mtendaji. Kama sio mwanamke basi ni mtendaji mwenyewe. Yaani hapo nimecheza kamari. Niaki, kama sasa hapa tunajuaje sasa hapa tuna, hebu niambie kuna kwenye msiba au kuna kwenye sherehe. Mimi hata sielewi. Sasa taarifa za wewe mtangazaji mwenyewe ana ana taarifa kamili. Ah, mtangazaji si yupo. Hebu tu nani amefariki? Mtendaji, basi nikwambia, kweli binafsi mtendaji amekufa. Yule kijana tayari. Sasa una dhambi gani za kufa? Wamempiga. Yule kijana yule. Hichi kijiji acha. Unafikiri bila mimi kukusimamia wewe ungekuwepo? Mbona alikuwa msafi tu anavaa nguo ziko safi? Nani huyu Mama Masudi? Nani huyu Masudi? Baba kachukua vya wabaya. Yaani baba, kiufupi ametuingiza mkenge, na hapa tumesha yatimba pale, kingi pananuka, lakini baba naona kama... ngoja nikukatishe, unajua ni kwa nisikiliza nini, ni ni hapa, unaona naona mdomo ulivyoweka huko. Nimekaa hapa nasikiliza music kiupako, kuna hmm. nyimbo wapi tu wa malengo, hata kama ukiwa auna jikabizii kwenye mare kuna mtoto namsubilia, mzuri anapita hapa, mtoto umbo namba nane kama, yeah, yeah, mfanyakazi wa ela. Sasa wewe unafika hapa, unaanza kuniambia o mtoto Mama Masudi nini nini, hasa nisikilize kwanza nini hmm. kwa hiyo unanikata vibration, nipo katika msisimko. Eh? Yaani nitajikuta baada ya kumsubiria mtoto naondoka na wewe afu serikali na niona mimi kama mtu sio stahili. Baba eh? Baba baba, unafa rudia tena hiyo sentence, yani unataka nitajikuta, baada ya kumsubiria ile manzi ambayo naisubiria hapa kijiweni mimi niondoke nayo, tumeahidiana saa saba ifike hapa. Nitaondoka na wewe afu serikali itoe kwenye vyombo vya habari. Eh, ushasikia taarifa ya eh, habari mkoa wa, wa Mwanza, jeshi la polisi la mkamata kijana mmoja kwa kum, nani mwenzake kumchukulia sheria mkononi. Sasa achana hilo swala kabisa, fanya mm. mambo yaliokuleta hapa kijijini sawa. Siku hizi watu wana vijicho huh? wasiji wakatuona hapa wakapiga mambo mengine. Mi nasubiria manzi na ile manzi sikanikuta na wewe hapa, nasubiri mtoto mzuri, mtoto wa kike, nimharibie maisha? Kapigwa tayari, si mambo ya uchawi. Mdogo wako kazi yanayo mambo ya, ya uchawi. Huyu mdogo wako yuko kazi yanayo, hawamwezi huyu. Anafuata huyu, huyu anafuata mi, mi, kama umemtoa mtendaji ambaye alikuwa hata agombei sasa huyu kiherehere huyu. Sasa ngoja. Maneno mengi huyu. Ngoja nikwambie. Nyumba ulioingia wewe sio ya mchezo. Lakini kwa uwezo wangu. Mimi sisi niliachwa na wazazi <coughs> Sasa fanya hivi. Fanya hivi. Fanya hivi. Hatuna haja ya, ya kwenda huko. Kwanza tupike huo msosi wetu. Hakuna kula msibani. Sawa eh? Sawa sawa kijana wangu. Hivi unajua yule alikuwa ni mshenga. Na, mtenda. E. Mshenga wa nani? Ni wewe kuongea naye kuhusu swala la kuwa mshenga kwenye kwenye swala la kuwa kuoa huyu binti huyu. Aka amenikatalia hapa eh, maskini. Au maneno yangu alimpa kiholo baba, tukagombana gombana kidogo. Sasa toka siku hiyo sijaonana naye basi Lakin... ameenda, ana ugomvi na mimi. Aah uh sasa -uh. Hapa nitapata wapi mshenga mwingine kijiji? mimi mwenyewe nitakuwa mshenge wako. Sawa? umeshaenda kutukana ukweni kule, utakuwa mshenga wa wapi wewe? umeenda kuyapeleka mambo tena kule, yani wewe una akili kweli? baba mkubwa wewe ndio ukai mshenga kweli? tuna ya sawazisha maana yani... unakuwa mshenga. Alishindwa huyu ndugu yako ambaye amekaa jeshi huyu kuwa mshenga nikakuchukue wewe, nitakuwa nimechanganyikiwa. Nikuulize hivi, kati ya watu unaona ni binadamu kabisa huyu baba yako mdogo? Ninatafuta mshenga kutoka nje ya mkoa huu au unataka nikugeuze wewe kama huyu msichana anayemsubiria hapa kaka? Unataka nini? Unataka nini? Umeshamsia jamaa, sema lol, nitakulol. <laughs> Yani mimi yani mimi, mimi niko serious, yaani niko serious. Kwanza umenikatisha mdomo, unajua nilikuwa nasikiliza nyimbo ya nani, Celine Dion Then sasa, sikiliza, ngoja nikwambie. Unajua wewe ki... yani wewe, ngoja nikwambie kaka, kipindi umesafiri umetoka kijijini. Unajua mimi data za kijiji kizima ninacho, yani mimi nina kila kitu. Sasa nisikilize. Hey, nisikilize, Masudi. Mimi, mimi ananihusu nini? Yani mimi ah. stories ah. Nisikilize kwanza, Masudi. mimi ananihusu nini? Fanya mambo yale kuleta hapa, sawa? usio kadhimika kama mlango pikipiki nikakupoteza sasa. ah. Eh? Ah. Nisikilize wewe, cha kufanya mguu wako mguu wangu mm. goeia go, e, azea haki zote zimehifadhiwa. Ah, hiyo ni basata hiyo, naijua, naijua hiyo. Kwa hiyo leo mimi unanikataa? Fresh baridi baridi, mwanangu, baridi haina kelele nakukataa. Nakukataa na kukataa. Na kuna siku utaniona kwenye vyombo vya habari, mimi ndo nimechukua tuzo ya ni kula kwenye misiba Afrika Mashariki na Kati. Nimekula mpaka msiba wa nani, wapi huku Ugiriki. Kuna siku nimefika kwenye bora, nikauza shamba la baba yangu kule lile ni la uko

Wewe unichimbi mkwala ba mkubwa kinamna hiyo? Mimi sasa, utanifanya nini kwa mfano? Ah, wewe si ah, utanifanya mimi? Mimi ninakuheshimu sana, sikuchimbi mkwala mimi. Usije ukajaribu kuwaza kunitoa kwenye hii nyumba. Ah, ah, mimi gukutoa siwezi, isipokuwa kisha mchele tutakula msibani. Nani, hakuna kula msibani bana. Sasa wata, kuna msiba bila kupika? Tunakula kudisha hapa, hiyo lesheni itafanya kazi jumamosi na Jumapili eta hapo Unaujua mchele ulipopanda bei, wewe tunahangaika hapa. Huyo mdogo wako mwenyewe hajawahi kuleta wenye hapa ni mikakati. Yule kuchi. Mwenye kucha lefu hapa. Ndiyo. Hujo eh, eh, kama unamjua ana rangi kama ya uzuri. Mbegu mimi nilitoa, nilitoa Uganda hiyo eh. Tayari nisha mpika sasa, si afadhali tumalizie na huu mchele tu iwe ni wali, wali. Na kuku umemchinja au bado? Tayari. Anachemka kwenye, kwenye mkubwa hapa. Kila kitu kina utaratibu eh. Ufanyi jambo bila kuniuliza mimi Huyu mwenzako mwenyewe, kuna maji nikiletaga ya baridi humo, anauliza niwe ya moto ya baridi. Sasa usilie basi si. Sasa usilie basi, nitakuletea mwingine basi, ndaleta Nt basi <tos> <tos> eh, sasa leo msiba umekuwa mzito. kwani shilingi kwa ngapi mba? Aya, shilingi ngapi huyo kuku? Ntamlipa mtu wa Uganda mimi Hapo haya yote no, nasikia eti kufata utaratibu. Huyu bwana mdogo huyu ndiye amekuja na mambo yake kijeshi jeshi. Na leo sasa, hili, hili swala aliishi hapa, pana msubiri na mdogo wako labda, e yeye, yani nakwambia hivi hili swala mnamlipa wewe nwa... na yeye ndo nalifungia mlango mnamlipa. A -a, sasa ndio twende msibani. huyo jogo mimi nimemtoa mpakani huyo, mbegu mpati pote hapa mtafute jogo wangu mimi. Sasa nikwambia ukweli, na aliyemfukuza akamkamata ni huyo baba yako mdogo. Najua hili ni plan yake na kuhusisha mzigo wewe. Mimi najua. Mimi najua. Twende tu. Twende msibani. Twende ndugu yangu. Twende. Hivi atakuwepo msibani huko? Yupo. Mimi ile swala naenda kuliongelea msibani. Haiwezekani.

si nyamaza, ni jambo la kumshukuru Mungu. Alafu sisi binadamu tumembiwa ya yote yatupasa kumshukuru Mungu. Naomba usilie kikubwa, tumombee mmeo, roho yake ilale mali pema pepone. Hapana, usimkufuru Mungu. kwa nini sio mtu mwingine? Usimkufuru kwa nini Mungu anatendea kisisi? Msilie sana Usimkufuru Mwenyezi Mungu, chtukuambea <coughs> <coughs> pole sana dada yangu, unavyolia sana kama na mkufuru Mungu. Jitahidi tu kuwa na subira, Mwenyezi Mungu atakupa fungu lako jingine, safari ni yetu sote. Huwezi kujua kwa kwakwa itakuwaje mm -hmm. Ila yamendana safari hiyo. Kayo sana na damu <laughs> <laughs> <laughs> Kwa hiyo ndugu ombolezaji, naomba tusogeleane tafadhali. Ndugu ombolezaji, tuweze kusogea ili tuweze kupeana utaratibu. kutambua uwepo wa Mheshimiwa mwenyekiti wa mtaa. Nenda direct kutambua uwepo. Ndio msiba huu umetokea wa mpendwa wetu ambaye alikuwa ni mtendaji wetu wa mtaa. Kwa hiyo sitakuwa na mengi sana ya kusema, naomba nimkaribishe Mheshimiwa mwenyekiti wa mtaa aweze kutoa salamu za mtaa. Karibu sana jamani, ninge ningependa tu tusogeleane kidogo mlioko mbali, ili tuweze kusikilizana vizuri mm -hmm. Kwanza kabisa nianze kwa kuwapa pole, kupa sana kwa kuondokewa na mwenzetu maana tumepata huu tumeshikwa na kupatwa na mshipa mkubwa sana, yaani ni mshipa mkubwa jamani. Wanaume mmepatwa na mshipa, lakini wanawake ndio tumepatwa na mshipa mkubwa mno, ah, kwa sababu tumepoteza nguvu ya kazi, tumempoteza mtendaji. Alikuwa alali mvua inyeshe mvua isinyeshe, alikuwa na kesha kwenye majukumu yake. Lakini pamoja na kuzungumza hayo, mtanisamehe kidogo, kama kuna sehemu labda nitakuwa nimemomonyoka kimaati, kuna viungo vimeniporomoka mwilini kufuatana na huu mshipa mkubwa nafikiri na na, na, na, na tangu mmeanza kuniona mti kuniona kwenye nikiwa hivi nienda tu kwenye big point kwamba <laughs> ah, sisi tulimpenda, lakini kuna watu walimpenda sana, ila Mungu ndoga mpenda zaidi jamani. <laughs> ndugu zangu <laughs> Kwa kweli nimeondokea na kiungo mkata jombo kabisa, kwa sababu alikuwa ni mtu wangu wa muhimu sana wa karibu, na tulishirikiana sehemu mbalimbali za mwili, mimi na mtendaji ambaye sasa hivi ni marehemu. Niende kusema tu moja kwa moja, pole sana mke wa marehemu, na natarajia sana kula zenu kama mto jadi, jamani, ndugu zangu, mnipe kulazim aliye mloga rafiki yangu huyo Montana. <laughs> <laughs> nitadili naye. Serikali haiamini uchawi, ila watu we wake ni wachawi kweli kabisa. Alafu wewe unataka ugombe, nafasi unaenda wapi? <laughs> na watoto so wadogo wadogo wale, ana watoto wangu wadogo, nitaona soni nini? watu wamejazana, mimi nitakujazia tena.